Mwenyekiti wa halmashauri ametafsiri kikamilifu dhana na taswira niliyotembea nayo kwa wananchi ya kuwahakikishia kwamba mimi na madiwani tutakwenda kuwatumikia kikamilifu. Nichukue nafasi hii wapongezeni sana waheshimiwa madiwani tembea tumeahidi wananchi. Wana matumaini na imani kubwa na sisi na mwenyekiti wetu halmashauri ya wilaya hii na madiwani. Mkurugenzi, nataka kuhakikishia, nitapita kila mlango kushusha maendeleo, na ninasadika ni a. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wataalamu wakuu wa idara mbalimbali wa serikali kwa kazi kubwa ambazo wamezifanya katika kipindi chote, na mimi ninataka kuwaambia kwamba tunatambua kazi zenu. Tunawaomba sisi wana Hanang', mtusaidie kupitia taaluma zenu. Mimi mbunge, milango yangu iko wazi kwa wakuu wote wa idara na taasisi pamoja ili tuweze kwenda kuenda. Wakuu wa idara, ninafahamu, na mimi nitakuwa mcaga mbele kungeezi kutafuta ilani ya Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Rais aliyo alionikabidhi alipokuja hapa, tuweze tukaitafsiri kikamilifu, tukafanye kazi ya kuibua kubuni miradi. Nataka kuwahakikishia wakuu wa idara, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufanikiwa yote humu ndani, tutafanikiwa kwa kushirikiana. Andikeni maandiko yatakaotufaa. Mwenyekiti wa halmashauri, nitakuchukua mara nyingi sana, wewe na mkurugenzi wako, tuende tukaigonge milango, tutachukua maandiko njia za kupata fedha kwenda kutatua miradi. Fedha za mapato ya ndani ninafahamu haziwezi kututosha, lazima tuweke umoja, tuweke upendo, tuweke nidhamu, tupendane, tuheshimiane, tuongee pamoja ya kuwasaidia wananchi.